Stars ikikosa Samatta basi, uh, tutabaki yani tuna, tun, tun, tunamlilia. Kumbuka, Samatta ametumikia Taifa Stars kwa muda mrefu. Uh, tunaamini katika uwezo wake, tunamjua ana jina kubwa, tunamjua amewakilisha Tanzania katika medali ya kimataifa, lakini kwa sababu imetokea kwamba yuko injury, uh, hatuna haja ya kumlilia na kumlilia sana. Uh, tuna wachezaji wenye wachezaji wazuri sana kwa mfano, tukijaribu tuki kuangalia kikosi ambacho kimetolewa kime uh, leo kwa mfano, kwa upande wa Simba kuna mtu kama tukianzia kwenye eneo la goalkeeping yuko Ali Salim uh, upande wa kushoto unampata Shabalala, upande mwingine unamkuta Kapombe. Hiyo tunazungumzia ni, ni, ni, ni, ni Simba, tunamkuta mtu anaitwa Yusuf Kagoma, hiyo ni Simba. Tunamzungumzia mtu anaitwa Kibu Dennis, hiyo tunazungumzia bado ni Simba. Ukija kwa upande wa wa Yanga tukianza nyuma kabisa unamkuta Baka unamkuta Job. Sawa sawa eh. Unamkuta Mdathiri hapo ni kwa upande wa wa Yanga, lakini pia unamkuta Mzinzi mchezaji ambao ni ni wazuri. Hata Mzinzi kwenye eneo la la ushambuliaji ni mchezaji mmoja Uh, mzuri sana lakini ukija kwenye kwa Azam, kwa Azam unamkuta Zanzibar Finest Feitoto uh, unamkuta Msindo Pasco uh, nan, nan tena mwingine kwa, kwa, kwa, kwa Azam kwenye kikosi hichi Rusajo Mwaikenda unaona uh, hiyo listi nimekutajia, karibuni hizi timu kubwa, kila mmoja na wachezaji wanne wanne. Simba nafikiri ndio na watano yote haya ni kuonyesha kwamba mambo yanakwenda ya ya ya vizuri hata kwa upande wa, wa, wa, wa, wa, wa Singida Black Stars, wanakipa wao. Mm -hmm. Hussein Masaranga amekuwa Masaranga, mm -hmm. akifanya vizuri kipindi alikuwa mkopo Tabora United amefanya vizuri sana. Kwa hiyo haya yote yanakuonyesha kwamba mchezaji mmoja kama yupo yeye kama yeye ana umuhimu mkubwa, lakini tukizungumzia teamwork uh, tukizungumzia tunaipambania nembo ya taifa, tukizungumzia kwamba kila mchezaji ana haki ya kucheza, kila mchezaji kwenye timu ya taifa akipewa nafasi anaweza kaonyesha chochote. Kwa hiyo all in all Samatta ni muhimu, lakini hatuwezi kumlilia kwamba sasa tunafanya nini kama ambavyo watu wanasema, oh, bana Samatta injury, sisi tunafanyaje? Uh, kuna nyakati Samatta alikwepo tulikuwa tunafungwa, kuna nyakati Samatta hakwepo tulikuwa tunashinda kuna nyakati Samatta, uh, tulikuwa naye pia tulishinda kwa pamoja hmm. Sawa, kwa hiyo uh, kwa picha halisi namna ambavyo ilipo Samatta mmoja, uh, hatuwezi kumlilia, lazima lazima lazima lazima uh, lazima tutu, tupanue uh, squad ya timu ya taifa lakini, ni mchezaji kiongozi kwa mba, kwenye timu kwa maana ya kwamba Samatta ameshafikisha umri wa miaka 30. Kama ataendelea kucheza tafsiri yake ni miaka mitatu akijitahidi sana sawasawa, eh? hapo baadaye tutaishije? Lazima tu, tuwape nafasi vijana, lazima tuwape wachezaji wengine waweze kupambania. Kwa mfano uh, nimependa namna ambavyo amejumuishwa Shabalala, namna ambavyo amejumuishwa Kapombe. Siku za karibuni wamekuwa na trendi nzuri sana, wamekuwa kwenye viwango uh, vizuri sana, kwa hiyo mtu anayeonyesha kiwango apewe nafasi yake. Haiwezekani labda mchezaji mmoja tu amekosekana, labda mwalimu anakosa option hiyo, itakuwa, itakuwa, itakuwa, itakuwa sio timu. Sasa tuangazie nyota wa wanaocheza soka la kulipwa nje ambao wameitwa. Msuva yupo kikosini lakini kwa baada ya muda mrefu kutokuitwa, kuitwa Kevin John hmm. Ameitwa Chazi Mombwa hmm wameitwa pengine hawa wanaweza wakafanyika msaada, kwa sababu uh, unacheza soka aranje, la nje la kulipwa, lakini pia ni wachezaji ambao hawana majina makubwa, wanaweza kaonesha na kufanya mageuzi katika mchezo huo muhimu dhidi ya Morocco. Uh, tukizungumzia Kevin John ni mchezaji ambaye, uh, nim akiitwa na furahi sana kwa nini? Bado ni mdogo bado anatamani kujifunza lakini tu kuaminiwa katika uh, timu yake ambayo anaikitumikia, yuko nje ya nchi, hiyo ni faida kubwa sana kwenye timu yetu ya taifa. Ana umri mdogo, umri wa kujifunza, umri ambao mwisho wa siku atatusaidia sisi kama taifa, na tutaendelea kumtumia kwa miaka kumi. Ni heri mchezaji kama huyo asugue bench, lakini awepo kwenye kikosi Kevin John. Uh, nafikiri mwalimu ambaye kabla ya Hemed Morocco kuchukua mikoba waliingia kwenye sintofahamu uh, ikaonekana ni tofauti binafsi, jambo ambalo sisi kama taifa tusingependa kuliruhusu litokee, kwamba yaani, matatizo binafsi, maslahi binafsi ya mtu inaweza kuingia kwenye kwenye, kwenye kitu ambacho kina maslahi ya taifa. Yule kijana yuko analelewa katika misingi mizuri, misingi ya ukuaji wa soka, misingi ambayo mwisho wa siku tutam-tuta-tuta tuta, tuta, tuta, kama taifa atatuletea heshima. Kwa hiyo ameitwa, ni jambo la heri na tuwapongeze makocha wetu ambao wamefanya mchujo huo. Nikija kwa upande wa Simon Msuva, Msuva ni mchezaji mzuri sana no doubt. Msuva ni mpambanaji, Msuva anajielewa. Ukitaka kutafuta wachezaji Tanzania wanaojielewa ni Msuva. Msuva, ingekuwa ni mchezaji mwingine angeshaingia kwenye siasa za Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba kuna nyakati alikuwa amekaribia either Yanga au Simba asajiliwe, lakini akageuza aka, aka, aka, aka, aka tu upepo, akaenda kucheza nje ya nchi, nafikiri ni Iraq, Iraq nafikiri uh, pamoja na kwamba anachezea daraja la chini, lakini mpunga anaukusanya na, na anaendelea kusomeka ni miongoni mwa wachezaji ambao wanachezea ligi za kulipwa kwa maana ya kwenye, kwenye kwenye kwenye kwenye nchi nchi za za za wenzetu. Kwa hiyo kwa ujumla uh, wachezaji hawa ambao wanatoka nje nafikiri mwalimu atawapa ata nafasi uh, hasa hasa kwa kijana wetu uh, Kelvin John na wengine Samata, na hakuna hakuna ubishi. Kiwango chake kinajulikana. Kuna kipindi alikuwa hana timu ya taifa. Hana hana timu yoyote ambayo anachezea lakini alikuwa anaitwa kwa timu ya taifa na alikuwa anafanya vizuri. Na tumalizie kiufundi unapoenda kucheza na timu ambayo asilimia kubwa wachezaji unaocheza unawafahamu. Nazungumzia Moroko, maana yake Moroko ina wachezaji wakubwa ambao wanacheza nje ya nchi ambao tunawafahamu, na bila shaka benchi la ufundi la Stars linafahamu, dhidi ya timu ambayo uh, pengine hakuna hata mchezaji unayemfahamu. Kuna faida kiasi gani kwa mpinzani ambaye unamfahamu na kuna hasara kiasi gani kwa yule ambaye opponent, kwa mfano Moroko ambao wanacheza na Stars ambayo hawafahamu wachezaji wapoje? Mpira ni mchezo ambao unachezwa hadharani uh na mpira unachezwa kwenye formation sawasawa, eh? Kwa mfano, ukiwa mwalimu kama uifahamu vizuri timu, kuna kitu kinaitwa discipline uh, una, unawekeza kwenye discipline, kwenye nidhamu. Nidhamu sio kwamba una, ni hii ambayo mimi na wewe tunajua kwamba usimtukane mkubwa, hapana. Nidhamu, nidhamu ni kwamba uh, ulichofundishwa unakwenda kurepresent kwamba ukiambiwa kipindi cha kwanza tunalinda tuwasome, kwa sababu wewe unaona opponent haji. Maelekezo ya mwalimu anasema hata kama mpinzani haji wewe usiende, wewe unaenda hiyo hiyo hiyo. Kwa, kwa, kwa watu ambao wameendelea haiwezekani, lazima kwanza una study huyu mtu ni mtu aina gani, baadaye katikati ya game ndio unabadilisha kwamba huyu uwezo wake mdogo, e tumsogelee, tuwe tuna attack, alafu tunarudi. Hiyo ni kwa kwa mtu ambaye ni mkubwa kwenye viwango hakujui wewe lakini wewe ambaye unamjua huyo, unafanya nini? Jibu ni ile ile, inabidi umheshimu sawa, eh? inabidi umheshimu. Kwa mfano aa, kuna mifumo mbalimbali mbali. Kwa mfano kama una uwezo mzuri kwenye kwenye kushambulia, huwa wana propose kwamba ushambulie kwa kutumia classic counter attack. classic counter counter attack attack tafsiri yake ni kwamba unashambulia, unarudi kama timu yako ni imara, lakini kama unajua timu yako haina aina haina, haina, haina, haina uzuri sana, inabidi ulinde. Alafu kuna kitu kinaitwa switch switch counter attack. Switch counter attack attack inabidi unatumia wings za, za pembeni kwamba wakikushambulia wewe unashambulia una kupitia wings kwa kuvizia, alafu ukishambulia unarudi. Kwa maana yake ni kwamba uh, ukienda ukashambulia inabidi hizi wings za pembeni zirudi wote, mnakuwa nyuma ya mpira, mnacheza tena baadaye mna, mna, mnaibuka. Hiyo ndio hizo ndio mbinu ambazo kama humfahamu mtu unayecheza naye ndio unaweza kuitumia.